Before tuendelee huyu ni anajiita jinsi, angalia mindset hao wako nayo. Yani watu wako na mindset ya ujinga, yani mtu ambao anaweza change Kenya ni Kikuyu, mtu ambao anaweza ongoza Kenya ni Kikuyu, mtu ambao anaweza fanya biashara ni Kikuyu, ni mtu ambao anaweza kuwa jeshi ni Kikuyu, mtu ambao anaweza kuwa polisi ni Kikuyu, mtu ambao anaweza kuwa na gari ni Kikuyu. Na uh, naweza kuwa mkulima mzuri nikt waokn al moja ni kikuyu. Wale wako wengi Kenya ni kikuyu. Wale ambao una vote Kenya ni kikuyu. Wale ambao wanajenga uchumi wa Kenya ni Kikuyu. What is this? Na watu ndio wana debate kwa kwa TikTok. Unajua watu wakisema wa wa kula pesa kidogo wanaongea ovyo ovyo. Anasema wale wanasupport serikali ni blogger wa serikali na wale ambao wanasupport Kikuyu ni blogger wa Kikuyu. Kama mesa lipo na wale ambao wanatoka US. Kuna wanawake wanatoka US wanawatumia pesa wa Kikuyu. So wanaona kila kitu ni Kikuyu. Hebu sikia bwana anaongea. Fair discussion. Huyo ndio mtu anasema anajua siasa. Huyo ukimuuliza aliingia siasa 2022 wakati alikuwa anapigia Ruto kura. So mkijana kama huyo mindset yake imesasetiwa, kila kitu ni Kikuyu Kenya. Utamchange. Ni kama vile nyinyi wazungu alikwambia Yesu amekufa juu Yesu, hajui yenyewe. Hani Yesu ni Mungu, Mungu anakufa. Mindset kama hizi. Tuendelee kumsikia so. anasema Wakikuyu fearless, so, ndio fearless ambao wanaweza teki rutu nyumbani, ndio wanaweza fanya chochote. Hii Kenya, uchumi yake imeharibika kwa president zote wakikuyu. Kwanza Kenyatta, ukikuja Kibaki, ukikuja Uhuru, wote ni the worst president. Naao ndo umeleta dini, nao ndo umeleta kabila, nao ndo umeleta uwizi